Ya madumu pia yatatumika kutengenezea kiota cha kuzalia watoto yako matatu. Utakata atoa kwa hatua, na utaona jinsi yanavyotumika kutengenezea kiota cha kuzalia watoto wa sungura. <mulia> ko nitakata mlango hapa Kata hapo unakuja mpaka usawa hapa juu, alafu narudi hapa kumalizia hapa kwa kufunga hii sehemu. Kwa hiyo kipande hiki kinaondoka, hiki kitoka kipande. Maana yake sungura ataweza kuwa anaingia, anazaa, ananyonyesha watoto, alafu anatoka, na pia watoto wake watakuwa hawana uwezo wa kutoka nje wakiwa bado wadogo, kwa sababu ya hii sehemu inayobaki. Hiki ndio kinabaki, manake hiki chai ndio kinaondoka hiki mpaka mita hii ya katikati hapa. Si ndivyo? Kwa maana yake watoto watakuwa wanaweza kutoka ila mama yao anaweza kuingia na kuwanyonyesha na wakikua, sababu inashauriwa watoto wasitoke ndani ya kitoto chao mpaka siku kumi na nane. Eh, wakikua wakifika siku kumi na nane maana yake ndio anaweza kwa anatoka kwa anatembea tembea kufuata mama yao nje kunyonya, na pia akifika umri huo anaweza pia kuanza kula majani kidogo kidogo. Kwa hiyo inashauriwa umri huo ndio aanze, kutoka kwa hiyo inabidi hii sehemu iwepo kuwazuia sio anatoka nje kiwa bado wadogo sana. Nitatumia msumeno tu kwa kawaida sababu dumu hili ni chakavu, sio gumu sana kukatika, kwa nitatumia msumeno tu. Alafu sehemu nayo baki kidogo ndo nitatumia kisu. Kisu huweza kiwe cha moto au kinaweza kikawa cha kawaida tu ambacho kilitiwa kwenye moto. Vipimo vyake, vipimo nitatumia futi, hapa nitapima tu huu refu nimesema niwache tu kwenye mstari tayari, mstari upo hapa. Huu, hapa kama unavyoona ndio tani guide mimi kwamba hii ndio sehemu yangu, lakini kama hauna uhakika sana, unaweza kutumia futi, unapima sentimita kumi ambazo kwenye futi yetu ni hizi hapa. Sentimita ni hizi huku, imeandikwa hapa. Upande wa huku ni wa feet na inchi upande wa hapa ni wa mita na sentimita. Kwa tunatumia sentimita kumi ambayo ni paka hapa. Kwa tunapima dumu letu hili, tutalipindua alafu nita pima, tuone ule mstari wetu ambao tulisema ni huu hapa. Tuone kama kweli huko na sentimita kumi. Kwa ukiweka hapo futi yako kiangalia sentimita kumi hii hapo ni almost pale pale, si ndivyo? Okay, kwa hiyo kumi, na upande wa pili huku kumi, kuja ndani. Maanake kutoka mpaka mita hii hapa, unaona, si mita kumi. Kwa hiyo itakuwa mita hii hapa ndio patakatwa hapa, na kuja hapa, rudi huku Alafu kuja huku chini huku, huko tunaanza kukata kutumia msumeno. Kama nilivyokuambia vipimo tayari tumeshaviweka, ngoja niweke alama kipimo kimoja cha, cha upana wa mlango, upana wa mlango ambao ataingia kwa upana gani sungura. Mlango tutumie tutumie sentimita 20 ambazo kwenye futi kiangalia ishirini hapa sentimita kwa hiyo nakuja ambayo ni sasa na nchi nane hizo hapo, nchi nane ambayo ni sentimita ishirini tumeiona hii hapo, sawa, kwa ndo tunaotumia. Kwa hiyo tunaweka futi yetu ili tupime sentimita ishirini okay. Kwa kuangalia sentimita ishirini tanzia hapa takuja mpaka mitaa hii hapa, nimeweka hapo alama hapa, maona alama hiyo hapo ishirini hizi hapa. Kwa nitakata upana wa mlango, kwa naanza kukata hapo tayari, nakuja upande wa pili ni mtaa huu hapa, mpaka hapo. Kilichobaki kilichobaki ni kukata hapa na kukata hapa hivi kwenye u mstari wetu, unakuwa umemaliza kutengeneza hapo dumu lako kwa ajili ya watoto kuzalia ndani. Utalisafisha ili liwe safi. Baada ya kulisafisha, utaziba kama kuna matundu. Mfano hili nichukua dumu chakavu chakavu sana, ndio maana liko litoboka toboka. Kwa utaziba hapa na mfuniko, matundu hayo utaziba kwa majani, kisha utaweka majani huko ndani ya dumu, alafu tatoboa toboa matundu huko chini kwa ajili ya ngoja sungura kwa unatoka nje, sungura toto wale, unakuwa umemaliza Okay, tayari nimeshayakata yote matatu kama unavyoyaona, yamekatwa na hili nalo <todos> mekatwa na hili hivyo, <todos> hivyo kwa hapa ni kuyamalizia tu kutengeneza milango. Kisha toboa okay, pande mmoja pakata hapa yaani ni chafu kweli kweli nitaisafisha hivi Ndio safi. kwa bado ukata pia kwa hapa juu hapa nimechoshea moto ili niwekepo kisu na ili bisibisi kwa ajili ya naelii tootobolea matundu na hapa tayari shatoboa matundu ya humu ndani, nitakuonyesha muda si mrefu. Kuna matundu tayari nimeshatoboa kwa ajili ya mkojo wa sungura watoto kupita chini na kutoka nje, sibaki ndani ya boksi lao, ambao watakuwa wanakulia humu kama unavyoyaona. Haya hapa ni mengi mengi, kwa ajili ya mkojo kupita kirahisi, kutoka nje na sibaki ndani ya kopo la watoto hawa. Okay, hapa tayari nimeshatengeneza, nimeyaosha nimeanika kidogo yakauke shakauka, then nitaingiza bandani. Kwa hiyo hapa ngoja kwanza yakauke ili niyaingize bandani na nitayafunga kwa wavu, yani humu ndani, maana kuna aya matundu haya nitapitisha waya fulani hivi. Nikuonyeshe waya wenyewe, waya hizi hapa hizi ni waa zinazokunjika, ni laini, sio zile ngumu sana. Unaona inakunjika kirahisi hivi. Kwa hiyo nitachukua hizi nyaya, nitaukunja kihivi. Baada ya kukunja hivi, ndio napitisha kwenye haya matundu. Manake upande mmoja unapita kwenye tundu hili hapo, kwa hapo upande mwingine pia unapita itatokea hapa nje, itatokea hapa nje, utapitisha kwenye wavu, kwa sababu kama sakafu yako ya sungura ni ya nyavu, maana yake madumu yafunge, ili asitembetembe ya sungura kiingia amo akirukaruka, ili siame ili siame. Kwa ndio lengo la kufunga hizo nyavu ambazo nitafunga hapo. Mpaka hapo nadhani tumemaliza na umesha jinsi ya kutengeneza na kutoboa toboa matundu. Unaweza kuweka mengi kiasi hiki. Yakawa mengi kama unavyoona hapa. Awe kama chache tu nyuma, yaani chini ambayo atakuwa anakojoa hapo. Sababu sitakaa kwa, yes, sitaka kwa, kwa hivi. Yes, sitakaa imekaa hivi ndani. Kwa hivi hivi maana yake, sungura atakuwa anaingia hapa. Utaweka majani humu ndani, ili aweze kuzaa humu. Alafu kuchini ndo nimetoboa toboa huko na pao na huko. Kwa sungura atakuwa naingia hapa. Watoto watakuwa humo ndani, nitaweka majani kidogo ili watoto wasiguze mkojo moja kwa moja. Kwa hiyo mkojo uende chini afu pita kwenye haya matundu matundu haya. Kwenye haya matundu haya. Na mkojo upite, bila na hivyo. Na zile nzake ile ile hapo. Kwa mpaka hapo tumemaliza kutengeneza madumu yetu kwa ajili ya kuzalishia watoto wa sungura.